Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, bana, niko mkoa wa Singida, uh, mkoa aliyotokea Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaambia uh. <laughs> Sasa hivi nimekuja hapa kutembelea ofisi ya mdogo wangu Snadel. Uh, anafanya vizuri sana, ni kijana wa habari, lakini kijana wa production na kama unavyoona hii ni ofisi yake. Of course mimi najivunia, haya ni matunda yangu ni kijana ambaye nimemtengeneza mwenyewe na yuko vizuri sana kama ambavyo eh, unaona unaona mm, eh, chombo chake cha habari eh, chake cha habari eh. Kwa mimi nampongeza sana mdogo wangu, na huwa anafanya sana shughuli za serikali huyu, anafanya kazi kwa mabeshi, yuko kiserikali kabisa kama unavyoona, haya analeseni afanya shughuli za kiuniuni yana leseni na kwa kweli ndugu yangu mimi nashukuru. Kwa kuweza kunialika, nimekuwa so excited yes. Kwa kweli naona unafanya kitu kizuri yes. Nimeona na baadhi ya baadhi ya vitu sitake niende sana yeah. mm. Lakini nashukuru kila ambaye amepita kwenye mikono yangu no. Nafurahi kuona matunda yake, na mimi najivunia, naona kweli kama na uwezo <laughs> wa kumshika mtu mkono akafika paa, nikamshauri pita njia hii, pita njia hii pita Mm. njia hii eh, na ndio mafanikio ambayo sisi tunataka kuona aa, kwa mdogo wangu asante. Wengi wamezoea kuona mitandao ya kijamii mm. asasa, wanaishiwa mkoa wa Singida, leo hii uko hapa ndani ya uh, ofisi za Snada mm. lakini uh, wewe ni jitambulisha majina yako, waamini kwamba ni wewe, lakini na vile tena naitwa, lakini jitambulisha tena. Mimi naitwa Oscar Nyerere, nadhani nimeshajitambulisha, barozi wa kampuni ya uchimbaji inao you know, uchimbaji wa madini inaitwa Soya One Limited, inaitwa Soya One Limited. Jamii kwanza, kitu mdogo wangu, wengi wanapopata hela mm -hmm. wanajisahau katika kurudisha mm -hmm. kwa jamii. Sasa wewe, naomba uwe ni miongoni mwa watu mm -hmm. uonyeshe mfano kwa sababu eh, sio unapata hela mm -hmm. unaenda kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, mambo mm -hmm. ya ovyo mm -hmm. uh hiki uchokuwa nacho Mungu ndio amekupa sasa. Ukishika kugusa maisha ya watu wengine, Mungu atakunyang'anya hata kile cha ziada. Ameshafahamu vizuri, atakwenda kumpa mtu ambaye hana, lakini ana moyo wa kusaidia watu, anaona bora nimpe huyu kwa ambago. kwa hiyo hiyo, fanya kama ambavyo wanavyofanya jamii kwanza, umeshafahamu vizuri. Kwa hiyo tutawaambia hivyo na tutawaeleza, nataka watanzania wajue na dunia ijue, nataka niwaeleze watanzania katika kifungu namba 569 5 tulikuja hapa kwa lengo la kutekeleza hamdi hivi. Singida hoye! Singida safi. safi hadi salama. Nataka nimalize, ndugu zangu, nawapenda sana na nawashukuru sana asante. Mungu awabariki. Thank you very much. Appreciate eh. Musa maisha ya jamii